Eti anajiita mfalme wa dawa, we. <laughs> mfalme wa dawa, unaweza ukawa mfalme wa dawa sabongo, lakini ndio utafutaji wako mwanangu, wadanganyi waliokuwa hawajielewi ya tunaojielewa mwanangu, yaani wenye taaluma kama hizo, yani hauwezi kutudanganya hata siku moja bila kwa sababu unatafuta riziki kwa mama mwanangu, mm, lakini inatakiwa ikifikia wakati kama umeshafanikiwa acha uongo katika njia mzee, nenda katika njia ya haki. Nacha kudanganya danganya watu kila siku. Yani wewe ni kudanganya watu, ni kuwadanganya watu, kuongopea watu, inakuaje mwanangu hmm? kuna watu, mwanangu wanajua dawa, alafu wanakutazama tu, alafu unawadanganya watu, una, una, una watia watu katika mazingira magumu. Si una dawa za kutambua? Si una dawa za kujua? Si mchawi na nini? Sasa mtu akishamjua mchawi, alafu hana kinga, inasaidia nini? Unamtengenezea nini eh? Unamtengenezea kitu gani kati ya yeye na hao wachawi? Unajua kama ni wachawi, ukisha kuwajua, tayari umesha umeshatengeneza vita. Sasa mbona unapokuwa kuna busara hmm? Kwa nini unapokuwa kuna busara vitu ambavyo havileti maana nzuri? Jaribuni kufanya vitu katika professional kweli wa kitiba na kimiko ya kitiba. Acheni hivi vitu. Kwa nini mnakuwa hivi jamani? Unajua, mimi nashindwa kuelewa, kwa nini mnakuwa hivi hata hao waganga walio kwa bizini huo uganga. Hivi kweli waliwapa wa miko kabisa ya kiuganga kabisa, au walikwambieni nende mkatafute hela eh? Na yeye wa bongo, hebu jifikirieni, kama mmeumbwa hamuna akili. Sasa kama una akili zako timamu, anaweza aje akaja kukungopea mtu kwa mazingira kama hayo eti? alafu wengine ni watu ambao unawaona kabisa, yani eh, ukiwatazama hao watu ambao wanawadanganya wengine ni watu wenye nafasi zao, wenye wasomi, wana pesa yani, anakudanganya ni mtu isewa bongo. Nyinyi mna kazi sana.